nateka salamu alaikum wa waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaka kwema kwema kwema bwana habari hizo zima huko ndugu yangu namshukuru mungu jambo mambo yanakwenda safi safi bwana hali zikoje na huku kuzuri zuri sana na mambo yanazidi kutaraddadi na kunawiri kunako viunga e, vya Msimbazi bwana michezo miwili alama sita mabao sita kufunga kileleni e, kwa ligi kuu Tanzania bara unalizungumziaje hili ndugu yangu kwanza ongera kwa, kwa, kwa walimu. Ongera kwa m -m, nikisema walimu, unazungumza na benchi la ufundi kiujumla. Ongera kwa wachezaji ambao nadhani wamesikiasikia kelele hizi za za mashabiki wakiwa wana wanaitakia mema timu yao, yaani nitoe kwanza kongole kwa ma-influencer na watu wote ambao wanashiriki kuhakikisha Simba inakaa sawa. Nitoe ongera kwa msemaji Jana kabla ya mechi Crown TV ilimpigia simu, nikiwa namsikiliza, <clears throat> alikuzungumzia juu ya performance ya timu, akasema timu kila kukicha inazidi kuongeza weredi wake, lakini watu hawaoni wa, kwa sababu watu hawajajipanga kuona performance ya timu hmm. Watu wamejipanga kukosoa wa timu, umenielewa? Siju e naam naam Ehe, yaani, kuna magenge hayajajipanga kutazama timu inaongeza performance. Hapana, yaani, magenge yamejipanga kukosoa. Na nadhani unakumbuka, tulikuwa tuna mimi nilizungumzia hata approach ya mechi ambayo Simba ilionekana haikucheza katika kiwango, nikakwambia hapana, Morocco alitazama mechi inataka nini na watu wanataka matokeo gani? kwa hiyo kwanza nami nirudishe kongole kwa kwa kwa wachezaji jana, wamejionyesha mpira mkubwa, mpira wenye radha, mpira wa kikubwa yani, ni mpira mkubwa na mpira wa kikubwa, Bwana Abdallah, naam, ehe, hey, kwa maana mpira ulikuwa watu wana, wana possess katika njia za kimpira, juhudi eh, za mtu ambaye niliwahi kupokanwa sana juu yake. Nashukuru Mungu, na mashabiki ndio tabia zao. Umaona bwana eh? Niliwahi kutukanwa mimi juu ya budo wakati nanzungumzia na, na, na uwezo binafsi wa budo, ukiachilia mbali kupita katika majanga na mambo mengine. Kwa maana jana tuzidi kutoa pongezi. Nadhani sahizi tupo katika likizo kidogo, mapumziko mafupi, ndio, ndio kwa ajili ya ya kalenda ya FIFA, yes, ambayo yatakuwa ni two weeks kama sikosei. Ndio sasa eh, wakati tuko kwenye mapumziko ya kalenda za FIFA wakati tunatupo tupo kileleni sasa, turudi katika katika unyumbulifu kwenye mambo yetu ambayo e, nadhani yatakuwa yalipita vibaya. Nadhani jambo unalijua, ni vyema sasa ukaniuliza, nisiseme mimi Mheshimiwa Bana, nah, mm-hmm. kweli kabisa tuliona kwamba kwanza timu e, ifanye yake mazuri, na baada ya hapo basi, tutakapokuwa katika kipindi cha mapumziko lazima tulizungumze, tusiliache hivi hivi wakati kikosi e, kikiwa nchini E, Gaboroni kule kwa ajili ya mchezo wa kwanza e, wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa na kuibuka na no ushindi wa bao moja kwa sifuri, e, yalizuka maneno kuhusiana na mwalimu, lakini pia e, kuna baadhi ya watu ambao mara baada ya semaji Ahmed Ally e, kusema kwamba mwalimu e, bado yupo na e, benchi la ufundi e, limepata mapumziko kwa ajili ya kuweka mambo sawa na litarejea nchini hivyo, e, e, baadhi ya mashabiki ambao ni wakuna msimbazi Simba walimvaa semaji Ahmed Ally na kusema ya kwamba ni miongoni mwa wasaliti ambao wanaisaliti timu. Je, ni kweli? Yeah, Ahmed ana uwezo wa kufanya hiki ambacho baadhi ya wana Simba na mchuhumu ndugu yangu. Kwanza uh, nishukuru sana kaka ndio maana na, na nilijua ulikuwa huu ni muda wa kutengeneza. Mimi mimi binafsi sitafuti chochote kwa faida yoyote katika kuitetea Simba isipokuwa natafuta moyo wangu upate utulivu katika Simba. E, kuna siku niliwahi kusema neno moja, ngoja niseme katika kituo chako. Ukimwona mtu yoyote ameitwa Wasafi TV yoyote, unayemwona kama yupo against na Simba, sijui nitakuwa nimetumia neno la, la, la Kiingereza, sijajua tafsiri yake, lakini tufanye hivyo hivyo, wanaojua watatafsiri. Sio rahisi kumkuta anaitwa umeelewa? No, sio, yani mtu mtu ambaye analea mtu ambaye yuko tofauti na Simba, wanazungumzaji wana Waingereza ndo agesti au wanazungumzaji, yeah, yeah, ndio, hiyo ndo huyo ndo mtu atakuwa yuko tofauti na Simba eh? Eh, sasa niparekebishe hapo, Wasafi unakwenda muda wote ukiwa huko tofauti na Simba, lugha ya Kiswahili hapo itapendeza sana mm. Lakini ukiwa unaizungumzia mema Simba kila wakati My brother, eh, Wasafi wakikuita ujue kuna tukio linaosababisha wao kukuita niweke like, hapo ndio. Kuna mtu mmoja anaitwa Mzee Saidi, nadhani miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika hayo maneno unayosema na yeye yumo kwa asilimia mia, mia. Sahihi kabisa. My brother, yule Mzee Saidi kwanza ni jangala, yule ni mchekeshaji. Hili ngoja niiweke vizuri, kuna kuna ma influencer wa Simba na kuna wachekeshaji wa Simba. Yule Mzee Saidi ni mchekeshaji wa Simba, lakini vile vile ni mtu ambaye sijajua. Unajua, ngoja brata niparekebishe ni hapa afu nimrudie yeye mm. Wako watu wengi walikuwa wana, walikuwa wanathubutu kuzungumza angalau kidogo angala, ni majangala kweli ni wachekeshaji, lakini angalau kidogo walikuwa wanathubutu kuizungumzia Simba. Sasa zile, zile chai zile zile stari zilizokuwa zinawekwa na Yanga. Ndiyo, yale vile wale ngamia wanaochinjwa ambao vichwa watu waoni, tunaambiwa tu ngamia akachinjwa, ni mashauzi wa Yanga wachinje ngamia tusione kichwa na ng'ombe, sijajua mule ndani yake kuna nini, kwa sababu hawa watu walipoalikwa tu, huyu mzee Saidi, wale kina Kimbokile, sijui Kimbokile mnamwita yule wa EFM si ndio? Hawa watu wameanza kuwa yani, nisemeje? Yani nitumie lugha gani wameanza kuvaa ujinga ambao haukuwa asili yao toka awali. Sasa mwanadamu anayeweza kubadilika kwa sababu ya kupokea virushwa, e, otherwise atakuwa amepokea viposho, isiwe rushwa pia, iwe viposho vya kupewa kwamba kamata hivi vinauli vya kwenda katika kanuni zetu sisi e, watu wa itikadi Huyu mwanadamu ni hatari kuwa naye. Yule mzee Saidi ni hatari kuwa naye. Mi ngoja nikwambie, katika watu makini waliwahi kupita, katika watu wenye weredi ambao waliwahi kupita katika klabu ya Simba kwenye nukta ya usemaji, ntathubutu kusema hakujawahi kutokea mtu shupavu kama Ahmed Ally, hakujawahi kutokea. Ngoja nikuambie hivi visa vya Ahmed Ally alafu viangalie, umwamba bado yuko imara. Ahmed Ali ndio mtu pekee ambaye toka amefika Simba kwenye kumbukumbu kumbu yangu, kama nimesahau, um, mtanikumbusha, sijui kama amewahi kulibeba kombe la ligi kuu. Sijui unayo kumbukumbu, Ahmed Ali amewahi kushika kombe la ligi kuu? Hapana. Ni mtu ambaye toka ameingia Simba, ukiacha mashindano ya kimataifa, Simba imekuwa haifanyi vizuri katika ligi ya ndani. Niambie ni siku gani Ahmed Ali awahi kuteteleka kwa sababu Simba haifanyi vizuri kwenye ligi ya ndani? imefikia kipindi Bunge la Afrika Mashariki, my brother, limekaa likasema jamani, tumuiteni Ahmed Ali, mbona kila muda anatudanganya. Yani wabunge wameona Ahmed Ali amezidi kuwa strong eneo ambalo anatakiwa ashuke kufu, kwa kawaida Ahmed Ali amezidi kuwa imara, amezidi kuwa shupavu kwelikweli. Ahmed Ali sijui hatalipangieje my brother, imeitika wakati kweli kweli kabisa leo Ah, jamani, anathubutu kusimama mtu mmoja anasema Ahmed Ally ni miongoni mwa wasaliti. Huyu mtu tumpe wasaa, tumpe nafasi. Mi binafsi e, ni thubutu kumtajia, kutaja namba ya simu, kwa sababu katika mitandao, sio kila mtu utakapotaja namba ya simu ataichukua kwa wema, lakini ukikutana naye, mpe namba yangu, mwambie Bwana Seif anasema hmm, tafute kwa namba hii, anipe mifakti mmoja, sitaki zile kumi au thelathini nataka moja inayomwonyesha kuwa Ahmed Ally ni msaliti. Mimi niko tayari kukopa au kuchukua sehemu ya akiba yangu nitampata milioni kumi. Naam, naam. iwe kukopa kubeba kwenye akiba, mimi nitakuwa tayari, hata ikubidi kukuuza kibanda cha ulisi, nitakuwa tayari kumpata milioni kumi. Hakuna mtu aliwe kutokea Bwana Abdallah katika ushupavu ambao anao Ahmed Ally katika Simba haijawahi kutokea. Hao waliopita, hao akina Manara ambao wanadanganya watu, waliwahi kufanya vizuri, walilindwa na matokeo mazuri ya Simba, ndio nielewa tu e, matokeo mazuri. Kuna muda anamlinda msemaji matokeo mazuri, hataki kusema sana. Hivi leo mi unipe maiki, unaambia anazungumza yenyewe tu yes, zungumzia ushindi wa jana, mi sinazungumza maneno tu, hata ya kuchekesha mawili matatu tayari, yanaendana na matokeo. Ndio una matokeo magumu nyuma, watu Haya yapepi, matokeo haya yataki, umenielewa mm. Ahmed Ally anasimama kuambia wanasimba, Ahmed Ally anapata matokeo mabaya, anakutana na Simba Day. E, hii miaka miwili iliyopita tuseme, hizi za karibuni, Ahmed Ally anasimama na matokeo mabaya ya ligi eh, ya Federation ya, ya, ya TFF ya matokeo mabaya ya ya mapinduzi Zanzibar, anathubutu kuendelea kuhamasisha, anakamata kispika, anakwenda barabarani. Wewe mtu mmoja unaepewa virushwa na vituo vidogo vidogo hivi <totipa>